Wito huo umetolewa na Padre Inocent Chaula ambaye ni katibu wa afya na katibu wa Mhashamu Askofu Ausebius Kyando Jimbo Katoliki la Njombe wakati wa maadhimisho ya Jubilei kuu ya Ukristo 2025 iliyofanyika katika hospitali ya St. Joseph Ikelu iliyopo halmashauri ya mji wa Makambako. Aidha, amewataka wahudumu wa afya kuwa chachu ya matumaini kwa wagonjwa ambapo pia amepongeza hospitali kwa kutoa huduma za uchunguzi wa afya bure kwa wananchi mia nne kumi na mbili huduma iliyotolewa siku mbili hospitali ni hapo. Hospitali hii imeletwa ah, hapa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi na sio biashara. Kwa hivi tuombe tusaidiane katika huduma hizi. Tunapata changamoto kama walivyoeleza katika taarifa ya hospitali, changamoto pia katika uendeshaji, michango mingi, kodi nyingi, mtawala hapo anajua serikali huko na mamlaka za mapato kadhaa. Sasa tuwaombe viongozi wa serikali mliopo, mnapo tusemea huko, mtusemee kama kituo cha huduma na sio biashara. Kanisa linamhudumia mtu kimwili na kiroho. Kwa hivi, muda fulani, miaka hii ya karibuni, sisi private sector hasa za makanisa tunaonja ukali huo. Kwa hivi basi, tuiombe serikali iwe inatufikiria katika jambo hilo, na pia ugumu katika mambo ya bima. Muda mwingine huwa tunasema, yaani tunapata shida sana katika bima, kwa sababu vifurushi vya bima vilivyoletwa sasa kidogo vinakandamiza mtoa huduma, kwa sababu bei zake kidogo ziko chini. Moto kubwa siku hizo za leo hasa kwa upande wa wafanyakazi Mene? Nasema hivi kwa wafanyakazi, kwa sababu li, li, linatugusa kama kanisa kwa matukio yanayotokea hivi karibuni. Unajua, wengi tunapotoka chuoni tunaomba ajira, na hapa mnatoa ajira hospitali hii, lakini zitakapotangaza tu ajira za serikali wengine tunaondoka hata bila ya kuaga vizuri eh? Kwa sababu ajira za serikali zimefanya nini, zimepatikana. Tuombe mnao wafanya kazi, tunawashukuru kwanza ninyi mliopo ambao mnadumu na sisi, Mungu awabariki kwa kuwa mnajali huduma, mnayohudumia watu na sio tu fedha tu, kwa sababu ya mishahara tu. Hii ni huduma.